Na mtazamaji wa Trend TV e, bwana nadhani utakuwa unafahamu kwamba e, vijana wa Tanzania wamekuwa wakipata nafasi ya kufanya kazi na wasanii mbalimbali e, lakini pia vilevile wamekuwa wakipata nafasi ya kufanya interview katika midia mbalimbali duniani. Na hivi karibuni tu tulimwona Harmonize Condeboy alikuwa yuko London kule Uingereza akaenda kufanya interview na chombo kikubwa tu cha habari huko Uingereza ambacho kinafahamika kwa jina la British Broadcast Company BBC. Si, ya, lakini hii ilikuwa ni idhaa ya Kiswahili, akaonyesha appreciation yake, maana yeye alipewa challenge mwishoni, baada ya mahojiano ameenda kufanya interview huko akawekewa na yeye pia kati ya Harmonize na, uh, na Diamond Platnumz, uh, yupi ambaye unamkubali zaidi au unamchagua nani kati yao? Ivan alishindwa kujibu hilo swali kwa kuchagua mmojawapo, akasema kwamba wote hao mimi nawakubali, siwezi kuchagua mmoja. Uh, ni kama macho yako mawili yote ni ya muhimu kwako. Diamond, Diamond, Harmonize. <laughs> Ya, so hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline ambapo wenyewe pia BBC wameposti lakini pia huku kuna page mbalimbali mbali hapa Tanzania zimepost zimeposti pia. So hii inaonyesha kwamba Rayvanny bwana yuko peace na watu wote hao wawili kati ya Diamond na Harmonize eh, na wote hawa yeye anawakubali na hawezi akachagua mmoja wapo kwamba yupi ambaye yeye anayemfavor zaidi au anayemkubali zaidi kati yao. Umeona, bwana. Kwa hiyo hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha watu wengi sana kuonyesha kwamba Rayvanny hana upendeleo, hayuko bias, yuko neutral yuko Central yani, n yukon eh, haja bezi upande mmoja hapa eh, kuna kunap amesema bwana Rayvani katika interview na BBC eh, idhaa ya Kiswahili ameshindwa ah, kuchagua mmoja kati ya Diamond na Harmonize na kuishia kuwachagua wote y yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, hebu na pia tuekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.